Na kutoka kaunti namba 34 ni kwamba wakazi wa eneo la Ilmunkush huko Kajiado Mashariki wanalalamikia kukosa umeme kwa zaidi ya miaka kumi licha ya nyaya za umeme kupitishwa katika eneo hilo. Wanasema malalamishi yao kwa kampuni ya Kenya Power yamekuwa yakipuuzwa wanaendelea kulalamikia ukosefu wa umeme licha ya kwamba nyaya na nguzo za umeme zilizowekwa zaidi ya miaka kumi iliyopita. Kwa muda huu wote, wanadai hakuna hatua zozote zilizochukuliwa kuhakikisha kuwa umeme unawafikia, jambo ambalo linaathiri kwa kiwango kikubwa huduma na maendeleo ya jamii. E, ile stima sahi kwa mfano hii ya kutoka Ulu inaenda Osarai, e, iliwekwa miaka kumi na miwili iliyopita, mpaka sasa hivi kingi zimeanguka chini ambayo saa hii hata stima ikiwakishwa inaweza leta madhara, na hiyo stima inavita katikati ya mashamba zetu na hakuna boma hata moja ambayo iko na hiyo stima. Sasa ukijaribu kuimagine stima ambayo imewekwa miaka kumi na mbili iliyopita na haijawahi wakishwa, hatuelewi ni kwa nini wakazi. Wanalalama kuwa licha ya kulalamika mara kwa mara kwa ofisi za Kenya Power, hawajawahi kupata majibu ya kutia moyo. Wanasema kuwa maombi yao yamekuwa yakipuuzwa na badala yake miundombinu iliyowekwa imeendelea kuharibika huku nguzo zingine zikianguka na kuacha nyaya zikining'inia kwa hatari. ukivuka ukifuka kwa majirani zetu Makueni pale kwote kumewaka usiku pale, upande hiyo ayareli ukionda unaona stima inawaka hapa. kwetu sisi tunakaa kwa giza, sisi tunaona ni kama sisi si Wakenya na tuna demand haki yetu, tuwekewe stima. Wanabainisha kuwa athari za kukosa stima zimekuwa kubwa, hasa katika utoaji wa huduma za afya. Vifaa vya kuhifadhi dawa vimekuwa vikiharibika mara kwa mara, hali inayowalazimu wagonjwa kusafiri mbali kutafuta huduma bora. Yeah, tuko na malalamiko sana kama wananchi kwa sababu ya hii stima. Yeah, imetusumbua sana. Yeah. Sana, sana pale senda ya Osarai kuna dispensary iko hapo, yes, yeah, hiyo dispensary, yes inahudumia watu elfu mbili. Yes, yes, yes. Ikiwa inahudumia watu elfu mbili, inataka fridges haijai. At, kuwa na fridge, tunaenda kwa majirani yetu pale hulu Makueni kwenda kuweka madawa za hospitali ili ili hudumia watu wetu, kwa sababu ya stima. Tuko pia na mifugo, mifugo pia haijui kama kuna stima. Kwa hivyo tunaomba kwa mheshimiwa Maimai, maana tunajua stima ni ya national government tunaomba arakishe akishe kwamba hii stima imekonektiwa, wameweka post nzuri na ifike paka wasarai pale. Kuna shule, kuna laptops ambayo ilitolewa kwa sababu ya mambo ya CBE, na sasa hao wanafunzi wasaidiki, maana hakuna mahali watachaji hizo wa laptops. Ni anakaa tu bure, ni kama ilekuwa tuwe skeleton. Kwa sababu isaidi. Wakazi hao sasa wanaitaka idara husika pamoja na kampuni ya Kenya Power kuwajibika na kuhakikisha kuwa eneo la Ilmunkush linapata mwanga unaostahili ili jamii ianze kufurahia maendeleo kama ilivyokusudiwa awali. Hatari ya nyayo haya imewakodolea macho wakazi wa eneo hili la Ilmunkush, kwa hiyo wametoa kilio wakisema kwamba wamesaulika kwa miaka mingi. Nancy Kering, runinga ya Citizen, Kajiado Mashariki.